Barua kwa wote wanaopanga kupunguza uzito. Ukweli, changamoto na ushindi. Imeandikwa na Daktari Leni Komba. Ndugu mpendwa, hii siyo barua ya lawama, siyo barua ya kuhukumu au kukumbusha ulipokosea. Hii ni barua ya moyo kwa moyo kutoka kwa mtu anayejali, anayefahamu kuwa kupunguza uzito sio tu kuhusu chakula na mazoezi bali ni kuhusu mapambano ya ndani ya mwili, akili na roho. Nataka ujue kuwa hauko peke yako. Najua unavyohisi. Najua, najua kuwa umewahi kujaribu njia nyingi, diet moja ikakwacha na njaa kali, mazoezi yakawa machungu mno, watu wakaongea sana, wengine wakakobeza, ukachoka, ukakata tamaa lakini pia najua kuwa kila siku inapoamka bado kuna sauti ndogo ndani yako inayotamani mabadiliko, sauti inayosema naweza kuwa na afya njema, naweza kupenda mwili wangu, naweza kuishi kwa furaha. Ndiyo, unaweza na unastahili stahili. Ukweli ni huu: huwezi kubadilika ghafla, lakini unaweza kubadilika kwa uhakika. Kila sahani unayochagua kwa busara, kila hatua unayopiga kwa miguu yako badala ya gari, kila glasi moja ya maji unayokunywa badala ya soda, ni hatua ya ushindi. Unahitaji malengo halisi. Sio lazima punguze kilo kumi kwa mwezi huu. Hata kilo moja au nusu kilo au hata kujizuia kula chakula kisicho na afya kwa siku moja, ni hatua kubwa sana. Usianze kwa kujichukia. Watu wengi huanza safari ya kupunguza uzito kwa sababu wanajichukia jinsi walivyo, lakini siri ya ushindi ni moja: anza kwa kujipenda. Usijinyime kwa chuki, jipe zawadi ya afya kwa upendo. Usiangalia mwili wako kwa chuki, angalia kama nyumba yako ya kudumu inayohitaji matunzo. Chagua afya kama tendo la kujiheshimu, siyo adhabu ya maisha. Zuie mitego ya, ya kisaikolojia. Unapokosea siku moja, usivunje moyo. Ukila vibaya leo, sio mwisho wa safari. Changamoto ni sehemu ya mabadiliko. Zipo sababu nyingi zinazofanya watu washindwe kupunguza uzito kula kutokana na msongo wa mawazo, kulala kidogo, kujilinganisha na wengine, kukosa msaada wa kihisia. Hakikisha unapambana na vyanzo hivi kimkakati na usiogope kuomba msaada. Mifano halisi na ushauri wa kitaalamu: kuna watu wengi waliopunguza uzito kwa njia salama na sahihi. Walibadilisha taratibu, sio kwa haraka. Walifanya mazoezi mepesi kama kutembea dakika thelathini kila siku. Walikula chakula cha kawaida, sio cha ajabu, lakini kwa kiasi sahihi. Walihusisha wataalamu wa lishe, sio mitandao ya kijamii. Daktari au mtaalamu wa lishe anaweza kusaidia kupanga mpango sahihi kulingana na uzito afya yako ya sasa na maisha yako ya kila siku. Ushindi ni mwisho wenye faida kubwa. Fikiria maisha bila kuchoka, bila maumivu ya magoti, bila kisukari au shinikizo la damu linalosababishwa na uzito mkubwa. Fikiria kuvaa nguo unazozipenda bila aibu. Fikiria kucheza na watoto au wajukuu bila kuchoka. Kupunguza uzito sio tu mabadiliko ya mwonekano, ni mabadiliko ya maisha, ni zawadi ya muda mrefu. Ndugu mpendwa, sikuhitaji kuwa mkamilifu ili uanze, unahitaji ni kuwa tayari pekee. Sio lazima uanze kesho, anza leo na muda huu Sio lazima uwe mwepesi leo. Anza kuwa na afya, jali afya yako. Safari ya mabadiliko na upendo na ushindi si ya siku moja, na hii ni safari yako. Bila shaka, unaweza. Kama barua hii imekugusa, tafadhali subscribe, share na marafiki. Jina langu ni Daktari Leni Komba tukutane katika mada ijayo. Niandikie kwenye comment section ni kitu gani ambacho umejifunza.